Alnitolele kula ja kishindo waweja sana, mwenyekiti wetu wa kata na katibu wa kata, viongozi wote mliopo meza kuu, itifaki imezingatiwa, lakini hasa hasa wana Imwelo. Niwapongeze sana wazazi wangu wa kujitokeza. <coughs> mimi ni mtoto wenu mlionilea nyinyi <coughs> na mkaanza nikiwa bado niko mdogo kunituma hadi nimefikia hapa, bado mnaendelea kunituma na mimi ninatumika kweli kwelikweli. <coughs> Niwashukuru sana kwa kunipa baraka zenu kwa kufika kwenye hii nafasi na kwenda kuiongoza Kata ya Buseresere, na nina imani kwa maombi yenu itaiongoza kwa kishindo kikubwa sana, mpaka watashangaa. Ninasema hayo nina uhakika mkubwa. Sina kazi sana ya kufikiri, kwa sababu ilani ya chama ya cha mapinduzi hapa kila kitu kimeelezwa hapa. Mimi ni kwenda kutekeleza tu. Kazi mnayo moja tu ni ya kwenda kunipigia kura za kutosha, niende nikaiwakilishe Imwelo na kata ya Buseresere. Asante, nianze na upande wa afya. Ilani hii imetaja kwenye wilaya yetu ya Chato ina umaliziaji wa majengo ya afya thelathini na nane na toka iwa ya tano lazima kabisa kata ya Buseresere, lakini ilani hii hii inasema kwamba inaenda kusambaza umeme kila kitongoji shijiji shane hishakwandia kila kitongoji umeme tu. Kwa hiyo niwaombe sana ili nikayakamilishe haya mkanipigie kula tu, hakuna kitu kingine. Wanaosema kwamba wametoa mgombea kijijini wao ndo watarudi kwa kijijini hayatulivatuekilaz niwaombe sana sana, tukaongoze kwenye kula kijiji chetu cha Imwelo, ili waione kwenye Imwelo kwenye mtandao, inasoma inameremeta <coughs> Lakin, lakini ilani hii achama, achama pinduzi, ya chama cha mapinduzi ina ujenzi wa madarasa ya sekondari mia moja hamsini na sita aya tano, lazima kawize kwenye Imwelo <coughs>

Aba Saraaga na ka goishoka. Pakatukutoba la doa he na na gikula. <a coughs> <coughs> Wanie. Sema waombe sana sana, ndugu zangu, wana Imwelo. Sisi sasa hivi ndio umadiwani wana Imwelo wote. Kweli si sio Mange peke yake. Na wawo watoke Buseresere kuja kwa diwani Imwelo. Magufuli alitoka pale Lubambagwe akaenda kuitawala Dar es Salaam na Tanzania nzima. Mambo makubwa aliyafanya na tuliyaona kwa macho, mpaka sasa hivi tunamkumbuka. Na, na Mange nina imani kwa maombi yenu na baraka zenu kama wazazi wangu anaenda kufanya hivyo katika kata ya Buseresere. Kwa hiyo maombi yangu makubwa kabisa, naombeni mkanipigie kula nikaitekeleze hii ilani ya chama cha mapinduzi. Sina kazi ya kufikiria kwamba tunaenda kufanya nini, kila kitu kika hapa. Tutakuwa tunafuatana tu kwamba namba kadhaa kwenye ilani ya chama cha mapinduzi inasema hivi kwenye kata ya Buseresere tuisanga hwahobali Niwaombe sana ndugu zangu wana Imwelo. Twende tukaiwakilishe Kata ya Buseresere. Nimemwona hapa mwenyekiti wa, wa kitongoji cha Nyakasiku lakini kile sio kitongoji nalikaangatira kuviza kijiji na nimeshawaambia wanipigie kula za kutosha niwakatie kijiji cha Nyakasiku ibali tarenoilienelo Ko, ni waombe sana, ili nikayatekeleze haya, ninaomba baraka zenu na maombi yenu, wana Imwelo. Kama kweli mtanipa baraka na maombi makubwa, ili nikatawale Buseresere na kuleta maendeleo ya kutosha, naomba mnifungie mikono. Eh. Asante. Lakini ili nikayalete maendeleo ya kata ya Buseresere na Imwelo ni lazima mkampigie kula mbunge wetu wa Chama cha Mapinduzi, Paschal Lutandula. Wangapi mtampigia kula? Ili Paschal Lutandula nikachukue fedha za kuleta Buseresere ni lazima tukampi kula rais wetu wa Chama cha Mapinduzi, baba tushamaliza Dakitari Salu, Dakitari Samia Suluhu Hasani. Wangapi tutampigia kula? Mengi mno, mengi mno. Eh, tukampigia kula rais wetu. Hata tarehe 13 tuliokuwa Chato kulimsikia kwamba kwa kinywa chake akisema Chato hata tuacha oni waombe sana ndugu zangu tujitokeze kwa wingi tarehe 29 mwezi wa kumi tukapige kura za kutosha, tuongoze kata yetu ya Buseresere, tuongoze Imwelo penye kula kwa sababu sisi ndo madiwani. Na naomba mniamini kama mnavyonijua, na nitafanya kweli kama mnavyonijua. Hili barabara hili bajeti ya barabara inapotoka awatalulogwakwande jibalabali aku jimwelo kuteho gonge totiyelelwa. kwa kwa hiyo kwa hiyo ni niwaombe sana wazazi wangu wana Imweru. Ni niwaombe sana sana kwa moyo mmoja, kwa unyenyekevu mkubwa, mkanipigie kula mimi mtoto wenu, mkampigie mbunge wetu Paschal Lutandula, tukampigie kula rais wetu, ili tufate maendeleo. Naomba leo niongee machache wanaimweru, kwa sababu muda bado upo. Naona hapo mwishoni mwishoni, kuelekea tarehe 29 nitarudi tena hapa, tuje tupeane mikakati maalum ya kwenda kushinda, wanaimweru. Kwa hiyo niwapongeze sana na niwashukuru sana kwa kunisikiliza na kutoka wengine mbali huko Mbilizi na ma na kule yo, tunaita chanjo. Niwashukuru sana kwa kuja kunisikiza mimi mtoto wenu. Ombi langu ni hilo tu moja, ambao nakuwa nalirudia kila mda, nkanifikie kula tu mimi niende kazi asanteni sana. asante sana.